Nayo kaunti ya Kiambu imekana madai kwamba kina mama na watoto wachanga wanapoteza maisha kutokana na mgomo wa madaktari unaoendelea. Kauli hii ya kaunti ya Kiambu ikijiri huku baadhi ya kina mama waliodai kuwapoteza watoto wakizungumzia masaibu yao. Mary Mwoki anaarifu huku madaktari wakisisitiza kuwa hali ya afya si hali katika kaunti ya Kiambu. Ni siku 133 tangu madaktari wa kaunti ya Kiambu waanze mgomo wao ambao umelemaza huduma za afya. Serikali ya kaunti ikisisitiza hakuna yeyote aliyefariki kutokana na mgomo huo, ila madaktari wanasema hali ni mbaya. Moja wa walioathirika ni Nancy Jebichi. Alipokuwa mjamzito, alifuata maagizo ya madaktari na ulipofika wakati wa kujifungua, alielekea hospitalini ila mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Nilifika yes on time. Sasa hiyo kupimwa, six centimeters nimefunguka ndio nikaambia uko na possibilities ya kuzaa by 8 usiku. Hiyo ndo daktari alikuwa ameniambia. But unaona mtoto wake alizaliwa akiwa na matatizo ya kupumua na aliwekwa kwenye mashine ya kumsaidia, ila hakukuwa na madaktari wa kumhudumia. Mgomo ulikuwa umefika kilele. Kapata mtoii uchafu imetoka kwa mapua na mdomo Esta Nduma pia alimpoteza mtoto wake mchanga katika hospitali hiyo. Mtoto alizaliwa njiti na kuwekwa katika chumba maalum, lakini wauguzi wachache waliokuwepo walimwambia amchunge mwanawe mwenyewe. Pia tukiwa hapo, walikuwa wanatuambia hata tukuwa tunalala. Mimi kutoka ile siku nilienda huko, asikuwa nalala juu walikuwa nakuambia, kama sisi sasa wenye walikuwa wanawekwa kwa oksijen alafu uto tutoto tulikuwa tunatoa hizo oxygen so walikuwa nakuambia ukae hapo. Siku tano baadaye, mtoto wake alifariki. Esther anasema alikuwa amesubiri kwa muda mrefu kumpata mtoto huyo. Nimekuwa na goja for long time, nimtupe tu hivo? Wacha nimpeleke nyumbani, nikienda nitakuwa naenda napanda maua, nasema hiyo ni the fruit of my womb. Lakini serikali ya kaunti ya Kiambu inasisitiza hakuna changamoto yoyote. I can clearly categorically tell you there is no health crisis in Kiambu. Hospitals are running as usual. All services are being offered. Madaktari wanapinga kauli hiyo wakisema takwimu zinaonyesha ukweli wa mambo. The Level 5 lost 68 babies between May and September. Na huko madaktari na serikali wakiendelea kuzozana, wanaoendelea kuhangaika ni wananchi. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.